Haya mambo ya kupeana peana kwamba serikali inaweza ku, kuambia kikundi cha watu kwamba tutawaachieni majimbo. Ndicho CHADEMA hatutaki tunasema no reform, no election, kwa sababu tunataka wabunge watokane na ibara ya katiba ibara ya nane. Unashangaa hawa hawa hawa wanaofanya hii kazi ni wasomi we, wenye degree wasomi wakubwa lakini hawatunzi kumbukumbu, wamesahau kwamba mwaka elfu mbili na ishirini NCCR waliahidiwa majimbo na wakaenda wakifurahi, wanapewa majimbo, alafu hakuna aliyepewa jimbo hata moja. Lakini watafanya mkutano Mlimani City rasmi kutangaza, na baada ya hapo tujue kwamba tutawaona wakiwa na helikopta wanazunguka wakifanya mikutano. Kwanza naomba niwasalimie habari za leo, lakini pia naomba niwaambie naendelea vizuri na matibabu yangu kutokana na changamoto ya, ya kipigo ambacho tulikipata tarehe ishirini na nne pale pale Kisutu, jambo ambalo leo nilitaka ni, kulizungumzia naomba kuwapa tahadhari wanachama wetu wa kanda ya Serengeti kwamba kuna waasi, tunawaita waasi, pamoja kwamba wanaweza kuja kujitetea kwamba wao si waasi, lakini ukweli ni kwamba wao ni waasi kwenye chama chetu. Kuna zoezi wanaliratibu kwenye mikoa wilaya na majimbo mbalimbali mbali, la kuwarubuni wanachadema kwenda kwenye chama ambacho wanafikiria kwenda. Sasa naomba ni, ni naomba nitumie nafasi hii kuwambia wanachadema wa kanda yetu ya Serengeti kwamba kuna hawa waasi watawapigieni simu, wengine watakuja mpaka kwenye maeneo yenu wakitaka kuwarubuni kwamba mwende chama kingine cha siasa, na wanatoa ahadi mbalimbali, wanatoa ahadi mbalimbali kwa wamama wanawaahidi ubunge wa viti maalum, wanawaahidi udiwani viti maalum, na wanaahidi watu wengine kwamba wamepewa nafasi au wamepewa majimbo thelathini, wao hao majimbo hawatanyang'anywa. Kwa hiyo wanadanganya watu kwamba wewe jimbo lako ukigombea kupitia chama ambacho wanaenda kwamba una uhakika wa kushinda. Kwa hiyo wana wanakudanganya kwa maneno hayo, naomba wanachadema wa kanda ya Serengeti, matapeli hawa wakija yalichaanza kujiita ku, G55, msiwakubali wala msikubaliane nao, msikubali mkakati wao ambao wamepewa ya kwamba wapite kwenye majimbo, mikoa na kanda zote kuratibu wanachama. Na ukitaka kuona hawana nia nzuri, wao wanalenga wanachama wa CHADEMA peke yake kama wana nia ya kutaka kujenga chama chao kipya wanachoenda ambacho mtawaona kuanzia kuanzia kesho na kesho kutwa, wanatangaza kujiunga. Kama mmeona tangazo la chama kimoja kwamba kitakuwa na vikao vyake, CHAUMA ndicho chama ambacho hao wanaojiita 55, wanaenda, na taarifa zao tunazo, wanaoratibu namna walivyogawana vyeo. Msishangae baadhi ya viongozi waliokuwa viongozi kwenye chama chetu, kitu cha ajabu kabisa, waliokuwa kwenye viongozi waandamizi kwenye chama chetu viongozi wa kitaifa, walikuwa viongozi wa kitaifa msishangae <laughs> katika siku za hivi karibuni kuwa viongozi wa kitaifa CHAUMA. Sasa mtawapima nyie kama Watanzania hivi, kwamba wao hawezi kukaa bila cheo. Sisi wakati wao wanaongoza uongozi kitaifa sisi wanachama tuliounga mkono hatukuwaza kwenda chama kingine. Inakuwaje kuna kuwa na mabadiliko kwenye chama, wenye chama ambao ni wanachama wanaamua kufanya mabadiliko ya kiongozi kitaifa, wanaratibu mazoezi ya kuambia watu wahamie CHAUMA. Kwa nini? maana yake kumbe yale tuliyokuwa tunaambia huko nyuma iki chama sio cha wananchi, ni chama cha cha watu wachache au mtu lazima, inaonekana mambo ni kweli inaonekana mambo ni kweli yalikuwa hivyo. Kwa nini? Baada ya wanachama kubadilisha uongozi wa kitaifa viongozi, baadhi ya viongozi waliokuwa wa, viongozi wa kitaifa wanaratibu wanachama wengine wanashawishi na kurubuni wanachama wengine kuhamia CHAUMA. Kwa nini? kwa nini? Kwa nini hawakisaidii chama katika shughuli zake za kila siku? Ila tumeshuhudia vituko vituko, tumemshuhudia aliyekuwa makamu mwenyekiti Zanzibar anaenda kukistaki kwamba chama haki Zanzibar haipewi hai, mapato yani, alikuwa makamu mwenyekiti, aliwahi kuhoji lini? Yeye ndiye alikuwa kiongozi, ukitoka mwenyekiti, anakuja wanakuja makamu wao, ndio walikuwa wanaongoza hiki chama, mbona tukwahi kuona anahoji hayo mambo? Na hayo mambo anayoyahoji ni ya kipindi kipi? Kile ambacho yeye alikuwa au ichi ambacho tu viongozi wameingia wapya sasa. Wa Tanzania na wanachama wa kanda ya Serengeti, kuna hayo matapeli. Mimi sikutaka kuwazungumzia G55 kabisa, lakini baada ya hizi taarifa ambazo na kazi wanazozifanya wanazozifanya, nimeamua niwape tahadhari wanachama wa kanda ya Serengeti dhidi ya wahuni hawa ambao wamekuwa kwenye hiki chama, wamekuwa viongozi wakubwa. Leo wanaratibu mazoezi ya watu kuhama kwenda Chauma. Tena wanaenda Chauma baada ya sau kuwakatalia. sau wame, imeshindikana kwa sababu kuna kijana wa kiongozi mmoja anataka kugombea urais na yeye ngome ikashindikana, wameamua kwenda CHAUMA, na kuna baadhi ya, ya hawa wanaotoka ambao walikuwa ni viongozi wakubwa, wanaenda kuwa viongozi wakubwa CHAUMA, wamegaona vyeo, mwenyekiti wa vijana, katibu mkuu, sijui nani. Mtawaona hivi karibuni, mtawaona Mlimani City wakitangaza kujiunga na na na, na CHAUMA mtawaona na wakimaliza kujiunga na Chauma watapita kufanya mikutano kwa kwa, kwa helikopta. Watapita kufanya mikutano kwa helikopta kudanganya watu kwamba sasa wamekifufua, sasa ndicho chama cha upinzani. Kwa hiyo watapita kwa helikopta kufanya mikutano ya hadhara kwa helikopta na helikopta hiyo hawatoi pesa mfukoni mwao. Yaani wao nao wametegesha, wanapata pesa, wakipewa pesa ya shughuli wana, wana, wana, wana, wana, wanafanya mahitaji yao ya nyumbani mengine, ndio a hizo fedha zingine wanaenda kufanya mambo ya siasa. ni, ni kazi ya mfumo ambao malengo yake ni kutaka kwamba CHADEMA ifwe nataka niwaambie hawa hawa ndugu zetu ambao hawa wameshindwa kukubali matokeo kwamba chama hiki ni cha wananchi. Kwa sasa hao ni watu wamepewa tenda ya kuhakikisha kwamba eti CHADEMA inakufa, na wao wameambiwa kwamba watapewa majimbo thelathini. Kwa hiyo yani Unashangaa, hawa wanaofanya hii kazi ni wasomi we, wenye digrii wasomi wakubwa, lakini hawatunzi kumbukumbu. Wamesahau kwamba mwaka elfu mbili na ishirini NCCR waliahidiwa majimbo na wakaenda wakifurahi, wanapewa majimbo, alafu hakuna aliyepewa jimbo hata moja, kupewa hata jimbo, lakini waliahidiwa wakapewa na pesa. Sasa, sasa hivi wameambiwa waende Chauma watapewa majimbo thelathini, lakini wameambiwa hawatapewa majimbo ya, ya mjini, na wameambiwa wajitahidi kugombea majimbo ya vijijini, ndiko wanaweza, serikali inaweza kuachia majimbo ya vijijini. Majimbo ya mjini wameambiwa hayo, wajitahidi wasiyagombee, wao wajitahidi kwenda kugombea majimbo ya majimbo ya vijijini <gulik> maana yake wana CCM Eh, mlioko mnaogombea majimbo ya vijijini, eh, viongozi wenu wameahidi wa watu, angalieni hayo eh, majimbo wanaoyagawa wanaotoa ubunge. Hata we mwanazi ulioko vijijini afadhali wa mjini, wao wamepewa tahadhari, wasiagombe majimbo ya, ya, ya mjini, ile ya vijijini wameambiwa hawa wanaweza kupewa hayo majimbo. Sasa sijui ni wana CCM wa vijijini wangapi ambao eh, majimbo yao wata wanapewa watu wengine. Na hii haya mambo ya kupeana peana, kwamba serikali inaweza ku, kuambia kikundi cha watu kwamba tutawaachieni majimbo, ndicho CHADEMA hatutaki, tunasema no reform no election. kwa sababu tunataka wabunge watokane na ibara ya katiba, ibara ya nane kwamba mamlaka yatokane na wananchi, kwamba hao wabunge wachaguliwe na wananchi. Haya mambo ya serikali kusema tutawapa majimbo tutawapa majimbo, ndio hatutaki. Sasa wenzetu wameahidiwa majimbo na wana viburi sana, kwa sababu wameahidiwa kulindwa. Mtu mmoja kiongozi mmoja akawa anaulizwa kwamba itawezekanaje tupate majimbo tufanye nini, akawa anaambia wenzake, mimi ikuru naingia kama nyumbani. Huyo ni kiongozi, alikuwa ni kiongozi mstaafu wa Chadema anayeratibu hizi hizi shughuli. Kwa leo sitaki kuwataja, lakini ni kundi lile, wamo, ni miongoni wa yale makundi ya G55. Lakini siku zijazo eh, kama siku mbili tatu, nitakuja kuwataja majina, nani anaratibu Simiu, nani anaratibu Shinyanga, nani anaratibu Mara, lakini tujue kwamba G55 ndio wanaoratibu na kuanzia kesho mtaanza kuwaona baadhi ya maeneo, wa, wa, wa, wa, wanahama wanaenda Chauma, na kuna baadhi ya viongozi wa maeneo mengine tayari wameshafika Dar Salaam, lakini watafanya mkutano Mlimanisiti rasmi kutangaza, na baada ya hapo tujue kwamba tutawaona wakiwa na helikopta wanazunguka wakifanya mikutano. Asanteni sana, naomba mzingatie, hiyo ni ya muhimu sana, msikubali awa huni kuwarubuni kuwa, kuacha chama ambacho tumekipigania tumekijenga. Sasa e. Leo mtu anakuambia uende kijijini e, kugombea kupitia Chauma, haina msingi, haina tawi, haina kata, haina viongozi wa wilaya, haina wa mkoa, eti utashinda e. Haya, <laughs> ndugu zangu Wanachadema tafadhali, Wanachadema kanda ya Serengeti tafadhali sana Nilikuja kuwashika masikio kwamba wahuni wako, wako, wako mtaani e, wako mtaani wanatafuta namna ya kurubuni watu wao, wameshashikiwa cha kwao e, wako kwenye kazi maalum msikubali. Nilitaka kusema hayo, ndugu zangu, wanachadema wa kanda ya Serengeti, asanteni sana. Mheshimiwa, kwa nini Chauma? Kwa sababu tumeona viongozi wengi ambao E, wamevuliwa wanachama kwa sababu mbalimbali za utoko kwenye. E, watu wengi wamekuwa wakifikiria kwamba labda sasa wanaweza kuwa ni wanachama upya e, wa chama eh, kinachoifuatia chama kikuu cha upinzani kwa maana e, ya ACT Wazalendo. umesema hapo kwamba eh, baadhi yao walifikiria sau kabla ya, ya CHAUMA, lakini inaonekana kwamba sau tayari iko na safu ambayo inawategemea. Kwa nini e, CHAUMA na si chama kingine kama ACT ambacho tunaona kidogo E, kina e, mifumo tofauti na ambapo ilipo CHAUMA hawajaenda ACT kwa sababu ACT inaonekana tayari ina, ina baadhi ya maeneo ambayo e, yanawagombea. Kwa wakienda wata, wataleta shida kwa, wataleta mivutano kwenye hayo maeneo ambayo wanaenda kugombea. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini, lakini sababu ya pili hawajaenda ACT ingawa kuna wengine wanaweza kwenda, si, si nani, sio wote ambao wanaweza wasiende. Hawa hawajaenda ACT kwa sababu ya pili. Uh, kwanza hawaendi kwa mapenzi yao, hawaendi CHAUMA kwa mapenzi yao, na hawaendi chama chochote kwa mapenzi yao, wanaenda kwa sababu kuna, kuna, kuna, kuna programu ya, ya inayo inayosapotiwa na mfumo. Kwa hiyo mfumo unaogopa kusupport ACT kwa sababu eh, wanaona wakiingiza waki nguvu ya kusupport ACT, ACT Zanzibar ina nguvu na huku bara ikija kuwa na nguvu mbele ya safari inaweza kuja kuwasumbua kama CHADEMA. Kwa hiyo mfumo unaona wamepiga hesabu wameona wakispoti ACT inaweza kuleta shida. Kwa hiyo wame ndio maana walitaka wawapeleke SAU ambayo hai yani huwezi jua kama ni chama cha siasa kipo, lakini walipofike SAU changamoto ikawa kwamba kwenye nafasi ya urais, kwa sababu hawa G55 wanamgombea urais ambaye naye alikuwa kiongozi eh, ingawa amewapa mtego kwamba waende wapite wa E, helikopta itatolewa, watapita, watafanya a, mikutano ya hadhara. Wakati wanafanya mikutano ya hadhara, upepo utakuwa unapimwa kwamba upoje. Kama upepo ni mzuri, atatokea miongoni waliokuwa viongozi wetu atatokea kwenda kugombea sau ugombea urais. Kwa hiyo nafasi ikapatikana, ikaonekana CHAUMA kulikuwa hakuna mgombea urais, kwa hiyo ikabidi waende CHAUMA. Kwa hiyo ni programu hipo, ni, ni, ni mfumo una, umetengeneza hii programu, sio kwamba kuna anayeenda kwa mapenzi yake, na kuna kuna kuna mmoja inasemekana ame, amekataa we kwenda Chauma, yeye anaenda CCM. Siwezi kumtaja kwa sababu uh, siku za hivi karibuni atapokelewa na, na, na mama Samia. Uh, kwa hiyo tutaona uh, anaenda yeye amesema Chauma u, si Chauma huko, hapana, mimi wacha niende, kuna kazi naweza kupewa serikalini. Tutamwona anaenda mbali. Eh, na hilo mlipata madhara ya kupigwa na kutelekezwa katika maeneo mbalimbali ya Juma la Islam kama ambavyo eh, taarifa zimeeleza na nyinyi mliongea, lakini badhara yao liyapata ikiwa mnasubiria kusikiliza e, mwenendo wa kesi ya mwenyekiti wenu wa chama, lakini leo Mei sita, uh, tumeona maamuzi ya mahakama imekubaliana na hoja za upande wa upetezi na kuwa kumfikisha mwenyekiti wenu mahakamani na hivyo e, shauri hilo lisiendelee kusikilizwa tena kwa njia ya mtandao. Hivyo tarehe kumi na tisa, siku ambayo imepangwa Mei Uh, mwenyekiti atafikishwa mahakamani utakuwa miongoni mwa watu ambao e, watahudhuria kesi hiyo kusikiliza, mimi, si siyo? Tarehe kumi na tisa hiyo tu kwamba nitakuwa miongoni hata tarehe 24 ambayo walizuia kihuni kwamba watu tusiende mahakamani na walizuia mliro, alizuia kihuni bila sheria, bila taratibu yoyote. Mimi nilienda mahakamani na ndio maana walinikamata, wakanipiga, wakaniterekeza. Hichi kilichofanywa leo na mahakama, mm, sio kwamba ni jambo ni, ni ofa ni, ni wamefanya maamuzi mazuri au mabaya hichi hakikutakiwa kufanywa baada ya kesi kufunguliwa. Baada ya mawakili kufungua kesi, walitakiwa kusikia kauli ya kihuni kwamba watu wanazuiliwa kuja mahakamani. Mahakama ilitakiwa kuzuia hapo hapo, kuzuia polisi kwamba, wacheni watu waje, wacheni watu waje. Yani mahakama ilitakiwa sio tu leo ku, yani mimi mimi sifurahii tu kauli au hukumu ya leo. Mimi nilitegemea baada ya polisi kusema hakuna kwenda hakuna kwenda mahakamani, mahakama ingesema wanatakiwa waje, sio mpaka kesi ifunguliwe. Kwa mimi tarehe kumi na tisa niwe na tembelea fimbo hivi ninavyotembea au niwe nimesha kaa vizuri Tarehe kumi na tisa nitakuwepo mahakama ya Kisutu, kama ambavyo kama walizuia, lakini nilienda itakuwaje, ambayo hata wajazuia na mimi nilikuwa nime hata tarehe ishirini na nane kulikuwa na kesi ah, nilibaki Dar es Salaam nitakuhudhuria, kama wangemleta Lissu tarehe ishirini na nane nilikuwa naenda na mihogo yao ile walionifunga, nilikuwa naenda tarehe ishirini na nane mahakamani o oh, tarehe kumi na tisa. Uh, tukutane tukutane Kisutu kwa ajili ya kesi ya mwenyekiti, na nataka niwaambie kwamba kama alivyosema hakimu kwamba kusio na fujo, labda polisi, serikali na CCM ndio waandae vijana wa kufanya fujo Chadema. Wakati wote kuna wakati tulifanya maandamano, tunatembea tunafanya nini, hata nzi aliyekuwa na katiza tu, tuliwaambia wanachama wasimuua na haki ya kuishi hata inzi hakuumizwa. Kama, kama CCM na serikali hawataandaa vijana pengine wa kuleta hizo fujo, hata hata, hata, hata mbu hata mbu atakaye kuwepo maeneo ya mahakamani hata uawa, tutamlinda, tutalinda haki yake ya kuishi. Zile siku zake za kuishi, sisi siku saba sio ngapi, tutazilinda, tuta hata mbu hata uawa. Kwa hiyo wasio na mashaka, sisi hatuje kuwa watu wa fujo, na mimi nimekuwa ninazungumza kwamba CHADEMA wakati wote imekuwa inazungumza ina, ina, ina, hoja inajifungia kutengeneza hoja za kuambia Watanzania. Nimekuwa kiongozi, kiongozi wa, wa, wa, wa tawi nimekuwa kiongozi wa kata, nimekuwa kiongozi wa wilaya, nimekuwa kiongozi wa mkoa, leo ni kiongozi wa kanda. Sijawahi kuhudhuria wala kusikia Chadema ikiwa na mikakati ya kudhuru polisi wala serikali, sijawahi kusikia kwenye masikio yangu. Ndio maana hata wakija, polisi wanakuja na nguvu kubwa wakifikiri Chadema ina nguvu hiyo ya pengine ya kuwafanya chochote. Wanafanya shughuli zao, wanaumiza watu wa Chadema, wanafanya chochote, wanaondoka bila polisi wao, yani hata kutemewa mate bila kufanya chochote, hata vumbi tu kuchukuliwa vumbi kwamba anarushiwa, kwa sababu Chadema hatujai kufanya mambo kwenye vikao vyetu hatuje kujadili na hatuwezi kujadili moja. Ya chama ambacho kinataka amani katika nchi hii na kinataka maendeleo kwenye taifa hili ni CHADEMA. Asante.